Kada maarufu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mdude Nyangali maarufu kama Mdude Chadema leo ametoa tuhuma nzito dhidi ya mmoja wa viongozi wa kundi la G55. Kama unafahamu kwamba kundi la G55 siku chache zilizopita lilitoa waraka ambao licha ya kuwa na maelezo pia ulikuwa na majina na saini ya hao watu 55, ambapo kimsingi hoja yao ni kwamba wanapinga ajenda ya no reforms, no election ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema na wanakitaka chama hicho kishiriki katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu, lakini pia leo chama hicho, uh, kundi hilo la G55 limefanya mkutano na waandishi wa habari na kimsingi mkutano huo ulikuwa na lengo la kufafanua hayo yaliyoandikwa katika huo waraka walioutoa hivi majuzi. Kwa hiyo katika maelezo yake Mdude amegusia vitu kadhaa kuhusiana na kundi hilo. Um, nitanukuu maelezo yake ambayo ameyatoa kupitia akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Twitter. Uh, anasema baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 Chadema walikataa kuyatambua matokeo kama ishara ya msimamo huo. Walikataa pia kupokea ruzuku kutoka serikalini. Athari kubwa ilitokea ndani ya chama, mishahara ya watumishi wa sekretarieti ilisitishwa, ilibidi waanze kufanya kazi kwa kujitolea. Katika hali ya kawaida, hii ingeweza kuimarisha mshikamano, lakini badala yake hali hiyo ikageuka mwanya wa usaliti. Baadhi ya wajumbe wakaacha kazi, wengine wakaelekea CCM. Mmoja wao anaitwa Makene, huyo alikuwa afisa habari wa Chadema, anatajwa kupata ajira kupitia kwa mbunge wa CCM aitwaye Gekul hali ya kifedha ya waliobaki ikawa tete, anaendelea Mdude. Katika mazingira hayo, baadhi wakaanza kuuza taarifa za ndani kwa CCM. miongoni mwa taarifa hizo ni ajenda za kamati kuu ambazo zingeweza kutumiwa kwa propaganda. Kabla hata sisi ya vikao kufanyika, CCM walikuwa wanajua kila kinachoendelea. Akaendelea kudai kwamba inadaiwa hata kwa milioni mbili tu taarifa nyeti za kamati kuu ya Chadema zingeweza kununuliwa kutoka kwa wajumbe watatu tofauti wa Secretariat. Hata hivyo, hakuwataji wajumbe hao. Anaendelea kudai Mdude kuwa, kisha ikaja hatua ya pili. Chadema ilikubali kupokea ruzuku, ikaweza kununua jengo la makao makuu na kuwalipa wajumbe shilingi milioni kumi kila mmoja kama fidia. Lakini hata, hii, hata baada ya malipo hayo usaliti ukaendelea, yaani fedha hii ilikuwa ni ya malimbikizo ya mishahara na fedha ambazo hawakuweza kulipwa katika kipindi chote ambacho chama kilikuwa kipitia changamoto za kifedha. Anaendelea kudai kuwa wajumbe waaminifu wakaanza kuhisi kuna moles, yani moles, kuna mapandikizi, wale watu ambao wapo kwa ajili ya maslahi ya taasisi ya nje ya chama, wapelelezi wa CCM waliopenya ndani ya chama. Halafu likaja tukio la kutisha kutekwa na kuuawa kwa mzee Ali Kibao. Mdude anasema mzee Kibao hakuwa, hakuwahi kuwa maarufu hata ndani ya Chadema wala hakuwa mtumiaji wa mitandao ya kijamii wala hakuwa msemaji kisiasa, lakini ghafla akatekwa na kuuawa. Swali kubwa ikawa CCM wali, CCM walimjua vipi? Mdude anasema kuwa taarifa za Kibao kuandaa ulinzi wa kura, yaani takriban watu mia nne kwa kila kijiji na mtaa, ziliuzwa na mmoja wa wajumbe wa sekretariati kwa CCM. Huo ukawa mwanzo wa mwisho wa Kibao. Kadhalika, Mdude anasema lakini mambo hayakuishia hapo. Baada ya tukio la Kibao, yule yule anayedaiwa kuuza taarifa zake pia anatajwa kuhusika na kutekwa kwa mwanaharakati Maria Sarungi. Anaendelea kusema kwa bahati nzuri, Amnesty International na polisi wa Kenya waliingilia kati, waliweka vizuizi vya magari barabarani Nairobi na manga hii, ikawa lazima watekaji wote wakiwa raia wa Tanzania kasoro dereva aliyekuwa Mkenya kumwachia Maria kabla ya kuvuka mpaka, lakini ujumbe ulikuwa wazi, waliomteka Kibao ndio waliomteka Maria na mtu wa kuwasilisha taarifa hizo kwao alikuwa ndani ya Chadema, mjumbe wa secretariat. Kadhalika, mjumbe ka, uh, Mdude amehitimisha kwa kusema kuwa uh, watu walimshauri Mheshimiwa Tundu andipasilisu baada ya kushinda uwenyekiti wa chama hiyo kwamba ni muhimu Uh, kabisa kuunda sekretari mpya, uh, lakini kwa sababu za mizania ya mamlaka, baadhi ya wajumbe walibakizwa. Kwa hiyo, pamoja na juhudi za kuimarisha chama bado kasoro ya ndani yani, wale mapandikizi inaendelea kubaki. Swali kubwa linalosalia, je, usaliti huu utamalizwa lini? Sasa tuhuma hizi za Mdude ni nzito. Ikiwa hata sehemu tu ya haya ni kweli, basi Chadema inahitaji oparesheni ya, ya, ya kiintelijensia kukisafisha chama hicho, yaani ndani, kuhakikisha kuwa hao mapandikizo waliokuwepo waliobakizwa au, au waliobaki wanang'olewa. Ukombozi wa kweli wa kisiasa hauwezi kufanyika kama kuna maadui ndani ya nyumba. Lakini hili baadhi yetu tumekuwa tukiliongelea kwa muda mrefu, mimi nimekuwa kwa muda mrefu sana nikiwa nikiwahamasisha uh, Chadema kuhusiana na kwanza kuimarisha kitengo chao cha inteligensia, lakini pili kuanza kuchukua hatua dhidi ya mapandikizi. Kwa bahati nzuri, mimi katika jitihada jitihada zangu za kufuatilia masuala ya inteligensia, ninawafahamu baadhi ya Wanachadema ambao wanatumiwa na aidha kitengo au wanatumiwa na sisia. Lakini kibaya zaidi ni kwamba baadhi ya wanachadema wanawafahamu wenzao ambao aidha wanatumiwa na kitengo au wanatumiwa na CCM. In fact, mmoja ya wanachadema maarufu ambaye alikuwa mstari wa mbele katika kampeni za, kampeni za mheshimiwa Freeman Mbowe wakati wa kinyang'anyiro cha uchaguzi dhidi ya mheshimiwa Tundu Lissu, huyu bwana ni mtu ambaye anafahamika ndani ya chama kwamba ana mahusiano ya karibu na kitengo na amekuwa akitumika. Lakini nilipomdadisi mmoja wa viongozi wa Chadema kwamba kama mnayafahamu yote haya atua, kwa nini hamchukui hatua, akaeleza kwamba changamoto ipo, ni kwamba hata tukichukua hatua sasa hivi itasaidia nini? Kwa sababu uwezekano mkubwa ukatokea mgogoro, lakini pili, mtu huyu anajua mengi kuhusu chama chetu, kwa hiyo hili linaweza kuzua tatizo kubwa zaidi kuliko kumvumilia. Kwa hiyo kuna watu ambao pengine wanafahamika kuhusu kuwa wanatumika dhidi ya chama, lakini chama kinaogopa kuchukua hatua kwa sababu ya kuchelea matokeo ya kuchukuliwa kwa hatua hizo. Sidhani kama hili ni swala ni, ni, sidhani kama hili ni busara kwa sababu ni kama kuwa na ugonjwa ambao unahofia kwamba utakapoutoa utasababisha matatizo makubwa um, lakini kama eh, kuna tafuta ufumbuzi wa kudumu ni, rahi, ni muhimu kuhakikisha kuwa ina kansa husika iliyopo katika, katika chama hicho kinaondolewa. Kwa kuhitimisha, pengine ni muhimu sasa kwa Mheshimiwa Lissu katika uongozi wake mpya kwanza kufanya mambo, uh, kufanya haya mambo mawili. Kwanza, kuimarisha kitengo cha intelijensia cha Chadema, kwa sababu kitengo cha intelijensia kilikufa huko nyuma. Chadema ilikuwa na kitengo bora kabisa cha masuala ya intelijensia. Hiki sio tu kiliweza kupata taarifa. Lakini pia kiliaminiwa mpaka na baadhi ya watumishi wa kitengo yani idara ya usalama wa taifa, walikiamini walikiamini chama na wakakipatia taarifa. Watu walijitoa mhanga kuwasilisha taarifa kwa, kwa Chadema, taarifa ambazo zingeweza sio tu kuwasababisha wapoteze kazi bali pengine hata kupoteza uhai wao, lakini waliamini kuwa wanafanya kitu sahihi, kwa sababu chama kilikuwa kinaonekana kinawakilisha matakwa ya Watanzania. Kwa hiyo la kwanza ni kuimarisha kitengo cha intelligence. Lakini pili, hao mapandikizo yanayofahamika ni muhimu kwa chama hiki kuchukua hatua na hawa ambao wanatajwa, ambao Mdude kawataja, pengine itakuwa ni vema kuwaweka hadharani, kwa sababu haina haja ya kusema fulani fulani bila kutaja majina na naapa kama majungu. Basi mimi niliona kuwa ni vema nikawashirikisha katika hii taarifa niliyoipata muda mfupi uliopita.